Ndugu zangu karibuni, kwenye Shao Digital kusikiliza mafundisho mbalimbali, na leo nimekuletea sirizi mpya kabisa ya hadithi yetu inayokwenda kwa jina la uoga umeniponza, ambapo ndani yake kuna ukosefu wa ajira, matatizo ya kifamilia, ushirikina, manyanyaso ya wafanyakazi na mambo mengine chungu nzima, ambapo baada ya kufika mwishoni utaona mimi bila wewe siyo kitu wala wewe bila yule siyo chochote. Kabla tujaanza sehemu yetu ya kwanza, basi nawashukuru sana wale ambao wame endelea kunisapoti kwa hali na mali na naomba wale ambao bado hawaja subscribe waendelee kufanya hivyo. Pia wewe ndugu yangu, usisahau ku comment ku share na ku like. Tuanze sehemu yetu ya kwanza. James ni mtoto wa pili kuzaliwa kwenye familia ya bwana na bibi Fungamali yenye watoto watano. Licha ya ugumu wa maisha huko kijijini kwao hu, baba yake alijitahidi kuwasomesha watoto wake mpaka elimu ya sekondari. James alifanikiwa kufika mpaka kidato cha sita, na kwa bahati nzuri akafaulu na kujiunga na chuo kikuu, akasoma kozi ya business administration kwa ufadhili wa bodi ya mikopo. Baada ya kumaliza chuo kikuu, akaenda nyumbani na kuanza kutafuta ajira huku na kule akatuma CV si zake kwenye taasisi na makampuni mbalimbali mbali, lakini hakufanikiwa kabisa. Akawa nyumbani kwa muda mrefu sana, kwa sababu James alikaa shuleni muda mrefu sana na kutokuwa na ujuzi mwingine wowote ule, basi asilimia kubwa alikuwa anawategemea wazazi wake. Ikafika muda wazazi wakaanza kumpiga vijembe kwamba ana msaada wowote kwao, wamemsomesha bure kabisa, bora fedha yao wangekula bata kuliko hasara wa waliopata Maneni no ya wazazi wake yalikuwa yanamuumiza sana, lakini hakuwa na namna nyingine ya kufanya kusudi atoke kwenye huo ugumu wa maisha na masimango ya wazazi wake. Siku moja wakiwa wamekaa sebleni, wanatazama taarifa ya habari, ndipo wakasikia habari kwamba waliomaliza chuo kikuu wanatakiwa kurudi tena VETA ili kusudi waweze kupata ujuzi fulani ambao utawawezesha kujipatia kipato pale ambapo wanasubiri ajira zitoke. James akaona hiyo ni fursa, lakini mfukoni kwake hakuwa na hata shilingi mia kwenda VETA na kila akifikiria masimango ya wa wazazi wake kwamba wamepoteza hela kumsomesha yeye, anaona ana msaada pengine popote pale James ya kukata tamaa. Akaendelea kuangaika kusudi aweze kupata hela ya kwenda VETA. James akaamua kufanya kazi za mtaani, akaanza kubeba zege na tofali. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni ngumu sana kwake. Siku ya kwanza tu alizimia kazini, wakampeleka hospitali na kumrudisha nyumbani, lakini James hakujali kabisa. Alipokuwa sawa akaendelea kwenda kwenye kazi za kubeba tofali na zege mpaka akazoea siku miezi miaka ikasonga akawa amefanya kazi za kawaida mtaani kwa miaka saba muda huo alikuwa ameisha sahau kabisa mambo ya vyeti vyake siku moja alipigiwa simu na mwanamke mmoja na kuambiwa kuna ajira zimetoka lakini kusudi azipate lazima atimize sharti fulani kama yupo tayari basi aseme kusudi atumiwe nauli na kusafiri mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya maelekezo zaidi James alikaa siku tatu anafikiria miaka yote ambayo amepoteza shule na bidii zote alizozitumia kwenye masomo na hakuna chochote ambacho amekipata akafikiria nakaa nyumbani kila siku masimango hakuna chochote chema kutoka kwake kinachoonekana James akaamua kupiga simu kwa yule mwanamke na kumwambia yuko tayari kwa kazi na kutimiza masharti yake yule ambia ampe namba ya kutuma pesa kusudi amtumie nauli. James akamwambia hakuna haja, nitakuja mwenyewe. Ndipo yule mwanamke akamwambia sawa, hakuna shida, ukianza safari utaniambia. Basi James alipanda basi na kusafiri mpaka jijini Dar es Salaam. Alipofika tu akampigia yule mwanamke, lakini simu haikupokelewa kabisa. Akaandika SMS, lakini hata moja haikujibiwa. Hapo James akachanganyikiwa, akapiga simu mara nyingi sana, lakini hakuna hata ambayo ilikuwa imepokelewa. James akajisemea moyoni, siku ya kufa nyani miti yote inateleza, maana mfukoni kwake hakuwa hata na hela ya kutosha kupata chakula, ila maji tu na hapo nje ilikuwa inampiga sawasawa, maana hakuwa amekula kitu toka alipotoka nyumbani mapema asubuhi. James akaenda pembeni akanunua maji na kuanza kunywa. James akawa ametawaliwa na mawazo mengi sana. James anawaza namna alivyokuwa akiambiwa alipokuwa chuoni kwamba watu wa Dar es Salaam ni watu wauni sana. Akawa anajiuliza kwa nini hata asingepokea ile fedha ambayo alikuwa ameambiwa atatumiwa kama nauli, hii ingeweza kumrudisha mpaka nyumbani. hapo James amechanganyikiwa baada ya kama saa moja na nusu, simu yake ikawa inaita. Kutazama ni yule mwanamke anapiga simu, akapokea akasikia yule mwanamke anasema, ni samehe sana maana nilipitiwa na usingizi, upo wapi? nimempa dereva wangu namba yako, atakuja kukuchukua hapo. James akajibu, sawa, hakuna shida, kukata simu tu. Namba mpya nayo ikaingia, akapokea na wakasalimiana vizuri, kisha akaulizwa, upo wapi ndipo akamwelekeza alipo na yule dereva. Baada ya dakika kumi akawa amefika na kumchukua, kisha wakaenda mpaka kwenye gari. Jems anaona kama ndoto, maana gari iliyoko mbele yake hajawahi hata kuiona. Safari ya kwenda kwa yule mwanamke ikaanza na wakafika vizuri, geti likafunguka, Jems akuona ambaye alifungua akazidi kushangaa zaidi, yani Jems anaona ya kama miujiza. Ndipo Jems akakaribishwa ndani na yule dereva akafika mpaka sebuleni akamwambia "Kaka, karibu sana, uketi kwenye kiti hapo, maana bosi wangu amesema anakuja sio muda mrefu." Basi yule mhudumu wa pale ndani akamletea juisi ya matunda akawa anakunywa. Muda fulani ukapita, yule mhudumu akarudi tena pale sebuleni na kumwambia James, bosi wangu amesema ni kuonyeshe chumba ukajimwagie maji na kupunguza uchovu wa lao. James akutaka kukataa, akaenda pamoja na yule dada mpaka chumba kimoja kwenye flo ya kwanza juu akaingia bafuni na kuoga pia akabadilisha nguo na kisha akajilaza pale kitandani. Wakati huo ilikuwa ni saa moja usiku. Akiwa usingizini James akasikia mlango unagongwa. James akaamka na kwenda kufungua ile, macho kwa macho akakutana na mwanamke mmoja. James akafunga mlango kwa nguvu na kurudi kukaa pale kitandani na kuanza kuwaza. James anawaza alipokuwa mwaka wa kwanza chuoni alikutana na huyu mwanamke ambaye alikuwa ni lecture wake, akawa anamtaka kimapenzi. James alitumia nguvu nyingi sana kumkataa, lakini siku moja huyo lecture akamwambia, mbio za sakafuni huishie ukingoni. James anayakumbuka maneno vizuri, aliambiwa na huyu lecture, jua unavyonikataa safari hii, mitihani yako hutafaulu hata mmoja, na anakuhakikishia Kweli bwana James anakumbuka vizuri mitihani yake ya kufaulu, alikuwa na sapu tano kati ya masomo saba. Yaani hapo James hakuwa na namna, licha tu ya kumpigia simu hiyo lekcha na kumwomba kwa kumsihi sana, alichoambiwa kama upo tayari kuwa na mimi kila kitu kinaweza kubadilika. James akaomba sana, lakini lecture alikataa na kukata simu. James akawa analia kama mtoto, ajui kitu gani anaweza kufanya, maana mambo yameshakuwa magumu. Hapo akiwa likizo, lakini anaona kama safari yake achuo, ya chuo ndio imeishia hapo. James anakumbuka vizuri alivyojisemea moyoni liwe liwalo. Akampigia simu lecture na kumwambia nimekubali, kwa sharti unatakiwa kubadilisha matokeo yangu na kuweka yale ya kweli ambayo niliyapata. Basi akaambiwa na yule lecture, ndio umeanza kuwa mwanaume sasa, sio kuogopa ogopa tu kama mwanamke. James anakumbuka vizuri, toka siku ile maisha yake yakawa yamebadilika na matokeo yake yakawekwa kama yalivyotakiwa kuwekwa. Ukweli ni kwamba James alikuwa anasoma kwa bidii sana, katika wanafunzi waliokuwa wanapambana sana na James alikuwa mojawapo, hivyo matokeo yake hayakuwekwa ya bandia hata siku moja, ila mambo mengine kuhusu kuwa na pesa alikuwa nazo za kutosha. Yaani hakuwa ya na changamoto hata siku moja, mpaka walimpa jina la Don James. yaani James alikuwa na maisha kama lecture. Kumbe ndio mwaka wa pili tu, James anawaza, fedha zote ambazo alikuwa nazo zilikuwa zinatoka kwa lecture ambapo walikuwa ni wapenzi. James anawaza alifanya vile tu kwa ajili ya usalama wa masomo yake, ila ndo imemgarimu mpaka wakati huu. Marafiki zake na James walikuwa wakiangaika huku na huko mitaani, wengine wakimaliza vipindi tu chuoni hufanya bodaboda, wengine huuza nguo huku na kule na mambo kama hayo, kusudi kujipatia kipato na kuendesha maisha yao. James alikuwa haruhusiwi kufanya chochote, yeye ni chuoni na nyumbani tu. Mara chache sana utamkuta James yuko mtaani, japokuwa naye ali tamani kufanya biashara ndogondogo ile, ilibidi tu kutima sharti bila shuruti, ili kusudi awe salama pale chuoni. Lecture alimtumia sana James kwenye upande wa mapenzi. James anakumbuka vizuri alipokuwa anamaliza mwaka wa tatu, alitaka atoroke kusudi arudi nyumbani, lakini yule lecture alimshtukia. Pia alitaka waendelee kuishi pamoja na James pale. Yani lecture alikuwa akimpenda James kinoma, maana James alikuwa kijana in some boy na Kweli kweli. Hivyo lecture akuwa tayari kabisa James aondoke, ila James alikataa kabisa kubaki pale. Lecture akijua James hana chochote kabisa, akamwambia kama unataka kuondoka na unalazimisha kuondoka, rudisha kila kitu ambacho nimekupa pamoja na fedha zangu zote ambazo nilikulipia ada. Ndipo James akaenda chumbani kwake na kuchukua simu yake na kuhamisha kiasi chote cha fedha ambacho alikipata kutoka bodi ya mikopo kwenda kwa lekcha na pia akachukua nguo zote akazitupa pale sebleni na kumwachia pamoja na ile simu ambayo alikuwa amemnunulia. Ile James, kwanza kupiga hatua kuelekea mlangoni ili aondoke, lekcha wake akamshika mkono, maana bado lekcha wake alikuwa hataki aende popote. James akamgeukia lekcha wake akiwa amevaa sura ya mbogo, kisha akamkung'uta na kumsukumia kule, kisha akaondoka zake, kafungua mlango na kuubamiza kufunga kwa nguvu. James alifanya hivyo akijua kabisa ana chochote hakupoteza kama ni chuo ameshamaliza. Basi James akatoka pale na kwenda moja kwa moja mpaka kijijini kwao. James akakumbuka maneno ya wahenga ambayo yanasema usimtukane mamba kabla hujavuka mto. James pale kitandani anawaza afanye nini, maana ameshaingia tena kwenye 18 za lecture. Ndipo James akachukua begi lake na kufungua mlango na kutoka, ilikuwa ni saa 4. Akamkuta lecture wake amekaa sebuleni, akaenda mpaka mlangoni na kufungua mlango

lekcha wake anamtazama tu wala kumwongelesha kitu. Kisha James akaenda mpaka getini na kutoka nje kabisa. Lekcha wake anajua hawezi kwenda popote. Ile James ametoka na kuingia mtaani, lekcha wake akapiga simu kwa vijana wake na kuwapa maagizo wachukue kila kitu ambacho James yuko nacho. James akavamiwa na kuibiwa kila kitu, mpaka simu na viatu. Lekcha wake alijua kabisa James ana popote pa kwenda, lazima arudi pale kwa sababu ana ndugu wala jamaa ambaye anamjua hapo Dar es Salaam. Wale vijana walimwacha James akiwa analia sana pale chini, wala ajui pa kuelekea. Lecture wake ameondoka kwa kiburi, na pia tamani kabisa kurudi kwani mule ni jana mfukoni, kwake ana pesa yoyote ya kumsaidia kusudi aweze kurudi kwao. Njia ya kwenda polisi haijui, na hata angekuwa anaijua, yule mama anajuana na watu wengi pia na ana fedha nyingi, hivyo asingeweza kumshinda. James akabaki njia panda, na huo ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza ya hadithi yetu nzuri kabisa woga umeniponza. Kuendelea na kisa chetu pendwa kabisa na kuona James atafanya nini, basi endelea kutufuatilia kwa ajili ya sehemu ya pili. Kwa wale ambao wamesha subscribe kwenye chaneli yetu, tunawashukuru sana. Kwa wale ambao bado, tunakuomba ufanye hivyo pia. Usisahau ku comment, ku like na ku share. Tunawatakia siku njema.